Hapana, sihusiki mimi, sihusiki kabisa, jamani, sihusiki na huo wizi. Nadhani kutokana na mwenendo wa matukio mbalimbali ambayo yamekuwa yakijitokeza yanayokuhusisha Madam Ngoi, tena matukio mengi ya unyanyasaji ya nini, na swala zima la wizi huu, ni wizi kama inavyotafsiriwa, unapochukua kitu chochote au kifaa chochote kiwe kidogo au kikubwa bila taarifa yoyote inatafsiriwa kama ni wizi. Kutokana na tukio hili la wizi na kwa sheria zetu, ninachukua nafasi hii kukufukuza kazi. Hautakuwa moja kati ya wafanyakazi wetu katika shule yetu kuanzia sasa. Unaweza ukaondoka, na taratibu zingine zitafuata. Mkuu, usifanye hivyo mkuu, utaua watoto wangu na watoto, mi nalea mpaka yatima nyumbani kwangu, taishije mimi? Usifanye hivyo, naomba nisamehe, nisamehe mkuu, nisamehe. Kweli kweli mi nilikuwa namchukia sana Musa nilikuwa namchukia kweli, na vile vitabu kweli nilimpa mimi Enoki, ili mradi tu Musa aondoke hapa shule. Nimekubali mkuu, nimekubali kosa langu na nimejifunza. Naomba nisamee. Usinifukuze kazi, nitaenda wapi mimi? Jamani walimu, naomba mnisamee walimu wenzangu, nimekosea kweli, naomba mnisamee. Mkuu, naomba unifikirie tena, naomba fikiria tena uamuzi wa wako, usifanye hivyo Nitakuwa mgeni wa nani mimi mkuu? Ukinifukuza kazi tena wapi maisha yangu yenyewe ya shida, mkuu, usifanye hivyo. Kikao hiki kama nilivyotangulia kusema kimeshafikia maamuzi ya mwisho. Maamuzi yaliyochukuliwa ni ya kukufukuza kazi, kwa sababu tutaendelea kushusha hadhi ya shule yetu tutakapoendelea kuruhusu kuwa na mfanyakazi wa tabia kama za kwako, tutaondoka kwenye ramani kabisa. Tulikuwa na sifa nzuri ya shule yetu, kutokana na mwenendo huu, tukiruhusu endelee kuwepo hapa, tutaharibu kabisa sifa ya shule yetu. Hivyo kama nilivyosema, tunakufukuza kazi na taratibu zingine zitafuata. Kuanzia leo hii kutakuwa moja kati ya wafanyakazi wetu. Kikao hiki kifungwe, tumemaliza. na kusikiliza. Umeona sasa kitu ambacho nilikuwa nazuia mtoto asiende shule? Kitu kipi nilikuwa nazuia mtoto asipelekwe shule, kwa sababu ya haya mambo yanayoendelea sasa hivi. Ila ba Musa, kwani ule mtoto ana matatizo gani? Akienda shule ile, si ajali kama ajali zingine, anaweza akapata mtu yoyote yule. Unasema ajali kama ajali nyingine? unazungumzia ajali? Yule mtoto kwa hali yake alionayo, ndio maana wanamnyanyapaa. Huenda kwenye michezo yao walikuwa wanacheza, wamempushi, mwisho wa siku ameumia mguu. Acha fikra potofu, mwache mtoto asome. Mbona kuna watoto wako kama yule wanasoma na wengine, sasa hivi ni viongozi. Na Mwenyezi Mungu atujalia mtoto wetu maskini ya Mungu, anaongoza darasani, anashika namba moja, kwenye michezo anaongoza, ni mtoto ambaye ni mtiifu. Sasa hilo nalolizungumzia, kwenye michezo anaongoza, sijui anashika namba moja kwenye hiyo michezo, ndo wamemsukuma mpaka wamemuumiza miguu. Mimi ninachozungumzia ni mtoto wangu abaki na amani, na ndio maana sikutaka aende katika ile shule. Ile shule anayosoma hawawezi kusimamia misingi yake. Oh, kwa hiyo tatizo ni shule? Shule tu basi, niachie mimi. Unasemaje? Niachie mm -hmm. mimi hilo swala nitalimaliza. Unalimaliza vipi? Bamuza, tusibishane. Swala lililoleta hapa shule mwalimu ni kuhusu mwanangu Musa. Nadhani unaelewa kila kitu. Nilivunjika moyo sana pale hospitali, kwa sababu inaonyesha dhahiri kabisa kwamba usalama wa Musa hapa shuleni ni mdogo. Kwa hiyo nimekuja na ombi langu moja tu, mwalimu, nisaidie, unipe uhamisho wa mtoto wangu. Siwezi kuvumilia mimi Okay. Awali ya yote nipende kukupa pole kwa ajili ya changamoto zote zilizotokea, uh, kwa kuumia mwanao akiwa katika michezo uh, ni dhahiri kwamba uh, unafahamu namna tunavyomsaid... tumekuwa tukimsaidia mtoto tangu mwanzo alipoanza shule mpaka sasa, ingawa kama unavyosema kwamba ulipofika ustarini umeona kwamba kuna baadhi ya walimu kama hawampendi mwanao na ukafikia maamuzi ya kumhamisha mtoto kwa kuhofia usalama wake, napenda nikuhakikishie kwamba mimi ndiye niliyempokea mtoto aa, na ninahakikisha napigania usalama wake ili aweze kuzifikia ndoto zake. Nikuombe usichukue maamuzi uliyofikia, uniachie mimi jukumu hili. Nitakaa na walimu wangu, nitawapa semina mbalimbali, nitakaa nao kwenye vikao ili tuweze kumsaidia mtoto wako azifikie ndoto zake. Nafikiri swala la usalama niachie mimi, nitapambana nalo, nitaongea na walimu. Nafikiri ni asilimia kubwa ya walimu ambao wanampenda na kumjali mtoto wako, hivyo nikuhakikishia usalama wake. Usichukue maamuzi ya uhamisho, nikuombe kwa hilo. Sawa Mwalimu, nimekuelewa, naomba niende. Asante sana. Kids, special kids, special kids, ah, Baba Msa, yeah. Mama Msa huyu <laughs> ndiye mgeni wetu msamini wetu kama tulivyokwisha kuzungumza hapo awali, anaitwa Madam Veneranda. Uh, nadhani sitakuwa msemaji sana uh, nitampa nafasi azungumze ya yale ambayo nili niliwajulisha hapo awali, nafikiri mtamsikiliza na kama kutakuwa na swali lolote la kuuliza ili kujiridhisha zaidi, nafikiri mtamuuliza. Karibu sana madam Veneranda. Hawa ndio wazazi wa kijana wetu Musa. Karibu sana asante sana kwa kunipatia fursa hii, hey, ya kuzungumza na wazazi. Mimi bila kuchukua muda mwingi sana ningependa kwanza niwapongeze sana, asante sana. Hongera sana kwa kuwa mmepata kijana mwenye maadili, kijana mwenye kipaji kwa kweli, mnastahili pongezi sana. tunashukuru sana madam. Kama mlivyozungumza na mwalimu, mimi naitwa madam Veneranda, natoka kwenye shirika ambalo silo la kiserikali. Sasa mtataka kujua ni kwa nini amepata udhamini Musa. Hapa mimi Tanzania ni nyumbani. Kwa hiyo tuna katika shirika letu kila mwaka huwa tunachukua watoto wenye vipaji kutoka East Africa, lakini pia tuna utaratibu mzuri kwenu wazazi, ni kwamba mtoto atakapokuwa nje ya nchi kipindi cha likizo, aidha mwezi wa sita au Disemba, sasa nyinyi wazazi mtapewa nafasi ya kuchagua, kama wazazi mtakwenda kumsalimia mtoto kule alipo na kujua jinsi gani mtoto anaishi au kama mtapenda mtoto atakuja kuwasalimia nyinyi. Lakini haya yote, kuanzia usafiri mpaka kula na mahitaji yote muhimu, ni shirika letu ndio litahusika. <laughs> Ah, mimi binafsi na familia yangu tunashukuru sana madam, na pia nashukuru uongozi wa shule kwa kusimamia hili na pia tutakuwa tuna mawasiliano na shule ambayo anatoka ili nao waweze kumfuatilia na kujua matunda yaliyotoka kwenye shule yao kwamba yanaendeleaje. mm, mm, mm. Cool. Ah, nadhani hili limekaa sawa, wadhadhi wamejiridhisha, na nzuri zaidi, umesema haya yatafanyika chini ya mwanasheria na hizo fursa ambazo pia nafasi uliopewa wazazi, nafikiri itakuwa nafasi nzuri <tie> sana na wao kwenda kutalii huko nje <tie> waone nini kinachoendelea huko. <tie> Nashukuru sana kwa ajili ya hayo, ni habari njema, lakini pia hata kwetu sisi tumepewa nafasi ya kuendelea kumfuatilia mtoto ili tujue hatima yake itakuwaje. Nashukuru sana. Unalionaje? <tie> liko vizuri kabisa. Ongera sana, madam Venilanda Mungu akubariki <tie> sana sana sana sana kwa kuibua vipaji vya watoto kuviendeleza mpaka wakiwa wakubwa. Jana nilikuwa nafuatilia kwenye mtandao nikaona shirika lenu mwaka jana lilitoa mchezaji bora namba nne East Africa ni hmm. <laughs> jambo la kushukuru Mungu hayo <laughs> <laughs> yote tutayamaliza tutakapokuwa na mwanasheria <laughs> <laughs> <Yeah, yeah. laughs> Mama, vipi unaumu? Mama, niko sawa tu. Kuna kitu tunataka kukwambia, ila kwa tunachoenda kukwambia, naomba usijisikia vibaya na usikasiriki. mm -hmm. so mm -hmm. na watoto wangu, wala siwezi kujisikia vibaya, nawasikiliza mama. Musa amepata sponsorship ya kwenda kusomeshwa nje ya nchi, na pia huyo sponsa wake anaenda kumsomesha nje ya nchi amependa ufaulu wake wa masomo darasani na pia wa michezo mm-hmm. <laughs> ya yeah, nimeona nime nimeona kwenye grupu la wazazi, kiukweli taarifa nzuri sana. Mimi nampongeza Musa, nampongeza sana sana sana, japo najisikia vibaya sana kwa ajili yake kwa sababu nimefanya vitu vingi vibaya kwake, yaani vitu vingi sana. Yani nilikuwa namwona mtoto ambaye hafai kucheza na nyinyi, na nikawa nikamfukuza mpaka kwangu, lakini kumbe nimegundua upendo wenu nyinyi, kutomtenga kwenu, nimejifunza kitu kikubwa sana. Naomba mnisamehe sana, hata nyinyi nimemkosea Musa, nimewakosea pia nyinyi pamoja na yote nilikuwa nawakataza msicheze naye, lakini hamkuwahi kumtenga. Na kikubwa zaidi nilichogundua kwamba hata ufaulu wenu nyinyi, kumbe ni Musa ndio alikuwa anawasaidia watoto wangu. Huo ni upendo mkubwa sana, naomba muendelee nao, sawa eh? Isitokee mtu yoyote anakuta na mtu kama yule anawakataza afai, akiwaambia: hapana, yule ni binadamu kama binadamu wengine, hmm. Nafikiri hata mzazi wake kama alikuwa na taarifa hizi, atakuwa ameumia sana. Yaani eh, najisikia vibaya. Amnisamehe eh, sana watoto wangu, sawa Uh, <laughs> yaani kwanza, mke wangu wakati tuko pale tunaendelea mm -hmm, na mazungumzo, nilikuwa namwomba Mungu kila kitu kiende sawa. Mke wangu naomba msamaha kwa kila kilichotokea, kwa kila nilichokuwa na kupinga. Sasa leo naona matunda ya kile ulichokuwa unakilazimisha kiwe. Ulishai kupanda ndege bado? <laughs> yani, pale alivyosema <laughs> mtoto anaenda kusoma ughaibuni, yani moyo wangu ulifurahi. Na kingine nilichofurahi zaidi, kila likizo tunatumiwa tiketi ya ndege. <laughs> sasa hivi ndio unajiona kwa matawi ya juu, si ndio? Na kingine sasa, uh -huh. mtoto wetu amefata akili zangu mm. hujauliza <coughs> zangu maana mi ndo nimesoma ndo maana nikampeleka shule, siku ataki aende. Akili unayo, ila umeniamini, niko vizuri kabisa kwenye kuchagua shule. mm -hmm. <laughs> Yani umefanya chaguo lililo sahihi kabisa kuchagua shule ya tigo hane. Shule ya tigo hane nimekubali kuwa ni bora kwa kila mwanafunzi. <coughs>